Welcome back. Welcome back to the Raf Show. So, uh, thank you so much guys for the support. Subscribers, mmeongezeka. New subscribers, Mungu awabariki. And returning subscribers, Mungu pia awabariki. Kama unaingia hapa kwa mara ya kwanza, make sure that you subscribe. Ukisha subscribe, niambie hapa comment section kwamba ume sub. Alafu, niko na zawadi yako, niko na zawadi yako. "Niambie tu umesubscribe, Rafu, nimesubscribe nipatie zawadi yangu." Mimi nitakupea zawadi, na hata nitaweza kuja hapo penye huko nikupea zawadi yako. so, hapa penye tu mimi pia mnanipa, hiyo ni zawadi mnanipa mimi. Pia mukisubscribe, hiyo ni kama zawadi mnanipa kwa kuweza kuokoa hawa wanaume ambao wanadinya watoto wa shule, hmm. Wao wanadinya watoto wa shule. Yani kuna mama malaya huko ndani, lakini hamtaki. Kudinya watoto wa shule tu ndio mnataka, hmm? Yani, mnataka tu yani, vitu tight

Unajua saa zingine ni huko ana shida huku ya kiuno well. So saa eh, sa zingine ni kiinama mm. najipatanganika huku kunacheza hivi, lakini simi hebu inama tuone kama inacheza sasa. Unaona mfano hiyo masaa mm. ndani mm. hata ukinipata mm -hmm. si hiyo ni ya pikipiki mali. Uliniona bisi ulinipata nikiwa sijui nilikuwa nimekaa hivi mm. Eh, nikiinama anga hivi kuna venye hapa unaona huku mm. Eh, mbo, mbona mbona sioni kitetemeka, au ah, ah, ndio sasa hizi na hiyo ni mm, eh. Eh, sa, lakini kiinama kuna venye Mm. Inakuja inakujanga hivyo lakini inakuja tu kama huyu ako mbele yako. Huyu ni vile alikuwa hapo kando akinini mm. aki, kuna hapo kando venye alikuwa nakuonyesha pande nyingine ya mafuta, nimwambia the boss tu hapo. Mimi nikiguza guza huko kando lakini, nikuwa... lakini yeye, yeah, alikuwa namoni ah ni vile tu jua, hiyo jua mbona sasa mbona tumechoka hiyo masaa, ndio nilikuwa nafikiria kumpeleka kwa nyumba mm. mimi niende shughuli zangu zingine mm. mm. oh. Sasa hiyo pikipiki laribiketu hapo kwa kichaka. Eh, hapo ndio njia niupitianga kila saa nikimpeleka kwa nyumba. Oh. Hmm. Kwa sababu nataka tu useme ukweli kabla niite ofisa. Unapenda hizi vitu, si ndio? Unapenda tutoa shule. Si si hivyo. Ni vile pia kuna nini? Kuna vile nilikuwanga nina shida fulani. Mm. Kwa ngani nikionanga uniform. Mm. Sijui hata nini mbaya lakini hiyo hiyo still kuna mimi sikuwa nafanya hivyo. Kwa hivyo huyu ni, ni mpenzi wako au huyu mtu, huyu mtu customer wako mwenye uko na bebo ukipeleka nyumbani? Nilikuwa nambeba tu nikimpeleka nyumbani kama customer. Customer. Ka, custom. bro. Nataka kukuambia vitu vyenye unaniambia hapa zote ni uongo. Si kuna simu yako hapo? Eh, simu yako uko nayo? Yeah. Nipe tu. Kama simu yako uko nayo nipe. Nataka kujua ukweli. Eh? Jana na sasa, simu unaichukua kwa nini sasa simu? Nataka kujua simu nachukua kwa sababu nataka kujua ukweli. Unajua umekataa kusema ukweli na mimi nimekwambia director hapa apigia ofisa. Unajua ofisa kifika hapa, unaenda ndani. Unajua kuna mwingine pia nimempata juzi na mtoto wa shule na tayari ako ndani, 35 years kukula mtoto wa shule, na wewe ndio huyu. Si kuna familia ama una watoto wawili? a ule pia alikuwa na familia na watoto wawili, saizi bibi yake amebaki mjane. Mama ngo trust. Mamangu yeah, trust. So utaki mamako ajue? mm. Mm. Utaki mamako ajue unakulwa cool huko kwa msitu na mtu wa bodaboda si ndio? Nee, alinidanganya cool. Aliniambia mm. Alinipa like, alinipia lift. Mm. So anakuja kunipa lift venye anakuja kama best, si si ndio? mm. So mi sikuwa anajua kitu anayem. So, kwa hivyo hivyo natukakaa best yako kwa hivyo amekuwa akikubeba. Eh, amekuwa akinibeba. Mm. Ama umekuwa kimlipa ama imekuwa ume tu yani? Bure. Oh, nabeba anapewa tu lift, bure, alafu unalipa na unalipa na hiyo stingo yenyu ulimwekea kwa pikipiki. Si ndio? Sawa. Mimi mkiniambia tu ukweli mamako atajua history. Bro, ukweli mamako atajua history. Pigia afisa, pigia afisa, ku niweke ni, ni, ni password yako hata sitakufungua no, no. Weka tu, weka tu sasa. Mm. Mm, nice. I rungu yangu acha niweke hapa. Ndio siku kugonga vizuri, likuumiza na ulikuwa nasikia vizuri? Sawa tu unajua, sikugonga vizuri hiyo. Mm. siku mm, siku ya mataka yako sasa bro, umesema unta uh, uchi au bigen? Kuna kitu sielewi. Alikuwa na kutaimu ukitoka shule kwa geti, ama mlikuwa mnapatana wapi? Karibu na gate hapo ya shule. Ni mtu wa boda, mchukua tu kama mtu wa boda, nkimpeleka. mm -hmm. Amwacha kwa geti yao ya nyumba. mm -hmm. Alafu mimi narudi zangu. Hele, akito, akitoka akitoka ukitoka home ulikuwa nachukuliwa na nani? Bado yeye anakurudisha tu home, mm. Alafu kutoka home kuja shule na mtu mwingine, mtu mwingine pia nakudunga ah. Uko tayari kusema ukweli ama, ama niingie kwa simu nini inaitwaje, unajua vitu zingine sa zingine eh? Nahitaji ifike hadi hapo ni no. Kuongea tu kuongea tu, saa tutaongea tu, wacha tu niangalia, nakubali ndugu yako tu. The money, the money team, hii group ni hivyo hivyo, group group, hii group, group. Mbona hmm? hmm? inakaa nimeisoma pia mahali group? Group, ni group ingine nilijipata nimeadiwa. Hmm. Nilikuanga na kitambo nilikuwa na nini na hii bato, hmm. Wakaniambia hiyo tu group yetu hapo watu wa ndudi ninunue nini, smartphone, hmm, hadi kuna hizi za mkopa, hmm. naweza jaribu ni kuenao pia mimi ningi WhatsApp waniadi kwa hiyo group. Sasa ndo alikuanga tu ameniadi kwa hiyo group ndo tulikuwa tu tunajaribu jaribu zo kazi zetu hizi mtu naona tu mapesa tu mapesa tu zinatumwa tu zinatumwa tu, zinatumwa tu. Na mwenye anatumiwa pesa admin ni nani? mm. Boss Kevo. Boss Kevo. Jamani, Kevo ni Boss <laughs> Kevo unajua Kevo. Kevo. Kevo kuna ama ah, kuno... oh, okay. Ni Kevo nani hujui ni juu, hapo kuna Boss Kevo, admini wa grupu yako. Acha nimtafute, nenda huko, ametusimamia huko kwa base ya pikipiki huko, sinajua, lazima tukue na chairman mwenye anachukua hizo pesa za chama sasa. Oh. Mm. Sawa. Ehe. Boss Kevo naona hapa amekutumia mapicha mingi. Hai. Hai hmm? na si, ku, hii picha si ni yako? Unafanya nini na picha yangu? Si nilichukua picha yako ndo niku hata inaweza kunna picha yako. Unafanya nini na picha yangu? Si Boss wenye amekutumia hii picha, ni huyo Boss Kev amekutumia. Acha nisome hapo, anakushuaje. Ndio huyo bizi ivane ndo huyo mrembo ambaye unafaa kumalizana na yeye biashara hiyo. Ni harakaharaka, hapo ni over 45k plus. Hiyo ni, like, ni over 45k. Tusipoteze hiyo pesa, kumbuka kwa hiyo biashara. Ukishatengeneza 25 ml ya spams ya nimekuambia, nime, nime nitakupea 24,000 kwa hiyo biashara na uhakikishe hakuna mtu amekuona, kwa sababu kuna mmoja ke... Evans, Evans ameshikwa, ameshikwa, hakuwa careful, akashikwa saizi yako ndani. Make sure, uko keen. Ukamwambiaje? mimi, mimi boss, najua kazi yangu, nitaifanya haraka. Kwanza hii nasikia mzuri sana huyu, huyu nitapiga na nipige zaidi ya 25 ml wewe usijali, aniachie hiyo kazi. Unajua biashara yenyewe ile manapiga. Mimi sijui sijui kitu inaendelea, sikuwa najua nini anataka kwangu mimi. Alikuwa tu ananipatia lift ananipeleka, sikuwa najua, kwangu. Sikuwa najua kitu yote kuhusu huyu hmm. Sikuwa najua. Na vile alikuchukua shule vile vile mliingia kwa ile kichaka ii mbona ukakubali ukaingia kwa kichaka na yeye? Nilikuwa naitisha mama pesa lakini mm. ananyima, so yeye akanipatia akaniambia, kuna pale nataka kukupeleka, so mi si, tukaenda tu, sikuwa najua nini alikuwa anataka kufanya mm. so mi kazi yake mimi sikuwa najua kitu, kitu yote kuhusu kazi yake, hadi ndio nimesikia kwa simu yake mm -hmm. Eh, sikuwa najua kitu yote kuhusu Bro spams like Spams mnapeleka wapi? juu huyu Kevo, huyu Kevo mwenye mkutumia picha ya huyu Abigail, namjua. Niambie tu vizuri, hizi spams mnapeleka wapi? hizi mnapeleka wapi? sababu nilikupata kama umevaa CD spams, basi umeipata aje hapo? CD ni tu spams zako ndio zitakuwa pale, na sielewi kwa nini, kama ni spams, anataka kwa nini asichukue tu yako peke yako? mbona lazima unale na ualnao sa so, unajua acha wenye mm. tu wenyewe, mimi fungue tu roho tu niongee tu venye kuko mm. so unaona, hii kama mimi saa mimi nilikuwa nimepewa shughuli fulani na huyu boss Kevo, alikuwa mm. eh, alikomeniambia nimtafutie ma

Sasa hmm. Eh, mm -hmm. mm -hmm. mi nikaona hapa nimepewa shughuli na bado hii shughuli bado ntasikia mzuri na ntalipwa. Nikaona tu wenyewe nasiko ubacha nijaribu wenyewe kuona wenyewe mi kuenda nikapata. Na unajua pia unaelewa tu najua huyu wajatumika tumika kaa wengine eh, unaelewa tu malaa. Ndo maana mi stori zao sta sikuwa nataka, nikaanza kujipata nawezaenda kwa hua shule napata, mm -hmm. kitu wenyewe imeshikana mzuri. Uhum, na wenyewe mi nilikuwa nasikia nilisikia tu vizuri nini, nini lakini kifanyo shughuli nikuwa nimetumwa na boss Kevo. Uhum. Eh, yani shughuli nini nyingi, mtoto wa shule sasa kama huyu akinitumia picha yake nile nilikuwa najaribu kujieka karibu nae eh, nikae kama boyfriend wake. Uhum. sasa ndio alikuwa amenizungushanga sana, sana, sana amenizungusha. Uhum. nikajaribu, nini, nini kufika pale. Uhum. nikabaki nitumie taktisi yangu nini imeharibu Mm -hmm. Imeharibika sasa mm -hmm. Hapo hiyo masaa uzuri nikamwambia ndampedo fulani ninini nini, alikuwa nhtajialikasha ni mm -hmm. Eh, nini, ni mashughuli zao za extra mara ya kwanza mm -hmm. Anza tengeneza shughuli Mm. Na mi unaelewa, mimi unapatanga daily, naweza jipata nimetafuta watatu wanne, so lazima ingema... watoto wa shule Esa, sana sana naye tuna nini kitu watoto wa shule hizi mnaziweka pale, alafu mnapelekea huyoy lwee, unajua huyo mwenye Kevo anampelekeana ah. Hata Kevo, Kevo mara mob tunaongeanga nini ama tukipata nizo meeting zetu mm. Eh, once, once. Okay, yeah. Sasa uh, spam za huyu. Kwa hivyo, kwa hivyo zile spam zilikuwa zinatiririka kutoka kwako, zilikuwa zinaenda kuchotwa. Eh, kuchotwa kuenda kuchota, nilikuwa nafani zichote ukanipata kabla hizo vitu sijanini. Hizo vitu hata masau nikisikia kilia inatoka mm. Eh, ndio likuwa nakaribia sasa ni, ni nijue venye nitachote hizo vitu nibayabu. Na mnachota aje kama wawia, hawasikii, nini mnawaekea? Na nini fulani unaekea mtu anakaa kama ako ndio lakini akili imelala lakini yako. Ajielewe vizuri. So ni nini nio masasi ataniekea tu mguu vizuri venye mimi nataka. Mm. Nachota na kifuniko nikiweka kwa hiyo hiyo kitu basi. Wewe direct unasikia maneno? Hiyo ni biashara imetokea mpya sijui biashara imetoka wapi guys. Mimi okay this is the first guy mwenye mamo kutoboa ukweli, sijui mimi bro, mamo kusema ukweli, si ndio? Mimi hata sitaingia sana kwa simu yako, hii simu yako sitakurudishia. Afisa akifika, mimi nita handle simu kwake, atakagua vizuri <coughs> Nikuulize tu roho safi eh? Mi leo wakati niko nafanya hivyo hivyo, aska pia, hata kama nilikuwa na enjoy pia ulikuwa na enjoy nzuri, sija kufanyia hmm? Si hata wewe mwenyewe usikubali maneno kai, imagine tu, hmm? Tu mimi sasa ina familia, unajua sasa ikienda hivi, naona mimi naribia kila kitu hadi sitafanya kazi ya So unasema nasema fungu lakini si wewe ulikuwa umefall in love na yeye? yeah, mimi alikuwa tu ananipatia lift, ananipatia, sikuwa na mtu mwingine wa kunipatia do, na nilikuwa nahitaji do juu nikiomba mama akakata, so mimi nikapatana na huyu akasema nitakuwa nanishughulikia kwa kila kitu nikakubali. So mimi sikuwa najua hiyo kazi yake hiyo ndo anataka, sikuwa najua kuna kitu anataka kunifanyia mimi. Okay, hiyo ndo ilikuwa siku ya kwanza ku have sex na yeye ama Hapana, si kwa hivyo bro. Dizi umechapa kwa hey, ni muda mara tu ni kadha kadha. So ukihitajili pesa anakuambia tu ndi mali fulani na have sex na yeye hmm, anakwa kichaka tu ana kuuliza swali kabla sijaenda mbali. Sulenu mnavanga hivi kwa nini? unajua Helen? Nilikuuliza vizuri tena hiyo juzi nikakuuliza unajua Helen? hmm? nikakuuliza vizuri, unajua Helen, ukasema aje? Au mjui? But mamake Helen unamjua? Nakuuliza kwa mara ya mwisho sababu hii maneno nitafikishia mamako. Basi kama unataka nimwambie mamako, niambie ukweli unajua Helen? Unasoma shule moja, mbona? mm. Wewe kuna tai ya red yako na blue wewe. So, prefect. Mm. Prefect, lakini badala wewe ukue kama good example kwa shule wewe ndio sasa unakulwa huko na watu wa boda boda. Spams zako zikichukuliwa zikienda kuuzwa. Sio kupenda kwako. Ukipenda kwa nani? Unko anahitaji pesa, ndo maana. Unko anahitaji pesa. Wazazi jamani, wazazi eh? Unasikia anasema alikuwa anahitaji pesa ndiposa akaweza kulala na huyu jamaa watoto wa shule, hmm? Wazazi, unajua unajua pesa kuna mzazi atakupea pesa za kwenda kusherehekea huko, ama atakulipia fees. You have to understand, mama ako pia ana struggle ndio aweze kupata hizo pesa za fees. Unasikia? na sasa, sasa hizi unavaa hivi, mama ako anajua unavanga hivi? Ajui shule? Ajuna. Navanga hivi nikishatoka shule. Ukishatoka shule. Toka hizo hizo nguo zingine za So, unakuwa na nguo mara mbili si ndio? Yeah. Shule juu. Hii hii top ya juu haina badge. Skirt yenyewe ni fupi. Hata kama wewe ni form 4 mwenyama ndio umemaliza exam, sasa hizi umemaliza exam si ndio? Yeah. Yeah. Kwa nini uvaa hivi? Hizo uniform zingine ziko wapi? o So wewe na ile nimevanga hivi kwa sababu ile ni pia yake ni fupi hivi. Kwa tractor unajua wewe pia kuna, kuna basi kuna biashara nyingi pia mnapiga. Eh? Kuna biashara nyingi pia mnapiga. Sana. Kwa nini mvaa vitu fupi fupi, basi mna expect hao wafanye nini? Mimi ndio nakubeba na hiki kitu. Lakini sasa, mie usiambie mamao. Mamako, utanipea namba ya mamako, mamako. Sasa, sitamwambia lakini, utanipea namba ya mamako. Hmm? Kuna isma, na namba ya vile mtaongea mwaambia, tutaambia tu afisa kila kitu kitakuwa sawa. Wewe ukisema tu kweli, hakuna penye unaenda wewe nitusaidia kushika huyu Kevo, unipata? hmm. na kwanza, sawa, kwanza uniambie, kwanza uniambie mko ngapi kwa hii kazi, kwa yenu mnafanya? hmm. Yeah, kwa sababu kwa hii grupu yenu, hii The Money Team, nimetoka kuangalia, mko round watu 37 kwenye uko hapa kwa hiyo group. Remember, sir. Remember, sir. Remember, sir. Yeah. So, wenye naye tunatupwa kwa, kwa ground, tunakuanga zaidi ya kumi, zaidi ya kumi. Na, wenye tunatupo kwa zaidi ya kumi. Mm. Na ni kitu mnapiga kila wakati inalingana ina jukaa mm. Mimi kuna masaa anaweza ifanya mara tatu kwa siku ama no, no, no, to, tofauti. Yeah. Mm. Yeah. Ama naweza ambua nikae afta kwa wiki mara tatu lakini na ile time nimepatana na hizo shughuli na hakikisha nimepeleka kama 250 ml, hmm. Eh. Ni hizo ml napeleka hata kaa ni mbili. Sasa nikuulize zasakaa, mimi kuna mwenye najua kuna Evans hmm. kuna mwingine anaitwa hmm. Kanambo hmm. Eh, Kanambo, kuna mwingine hadi Jonte, kuna mwingine hmm. Eh, anaitwa nani pia huyu Emmanuel, mm -hmm. Eh, kwa wengi hadi Isaac eh, alafu sasa mwenye naye anakuanga mtu nini mwenye sauti tutume hizo shughuli, ndio boss kevo sasa. So, so guys, I guess mmesikia kinaendelea awa, nitakuwa nao tu hivi. Afande nilikuwa nishampigia simu, akam wacha atakuja aweze kusikia chenye nendelea. Huyu jamaa ni kama atafuata tu Evans penye alienda. Evans penye alienda. Wewe ungetafuta kazi nyingine bro, hmm. Kuna, kuna kupata vile jinsi ya kushika wewe saizi unaingizwa kwa sababu ya biashara yenye umepewa

Kwa hivyo ni mi peke yangu nikuwa tu na enjoy, si ndio? Ni sawa, juu ya duniani yulipiwa hapa hapa tu. Wewe unaona tu venye unaruhusu ati nifungwe tu niende, ni sawa, sina kitu ya kufanya na wewe. Kuna kitu tunasaidiana? Naona tu important yangu, acha tu nifungwe tu, lakini ni sawa hmm. Guys, navyosikia So, mimi naweza pia okay, naweza pia tu parents advice eh? Wekeni wasichana wenu vizuri, wasihangaike huko mtaani. Unaona sasa hao. Oh, mimi sijui ni mzazi wake na mweka hivi ama ni aje, nimepewa namba ya mama yake, I will call her niweze kumweleza, kama ataweza kufika afike, ofisa pia tukimngoja aweze kufika, mwenye atafika wa kwanza tutaweza kuendelea na hii update, tuambie vile tunaenda but Wazazi, tafadhalini. Hata kama ni mwambie tu, ah, sina hiyo pesa fulani, tunataka elfu mbili unaanza kumfokea, anatumika. First of all, anakulwa na ujamaa wa boda aujui, kama ujamaa wa boda kuna ugonjwa ama kuna nini ya kwamba anaenda kuambukiza mtoto wa shule. Another thing, huyu analipwa. Huyu ana gain nini? Hakuna. So na ameenda kulala na huyu jamaa ati juu ju, alikuwa anataka pesa ya trip. Hmm? So, guys, wazazi, sisi walaumu pia nyinyi. Unajua pesa saizi hakuna na wanafunzi pia wanafaa kuelewa kwamba pesa hakuna so wacha tu tutakutana tena next wakati, mama nitapigia mamake Abigail aweze kufika, then nitaweza kukuambia vile kunaenda . So make sure that you subscribe to this channel, like and share new subscribers. Mungu awabariki, returning subscribers pia mbarikiwe. Make sure ume subscribe kama umeingia hapa kwa hii video na ume watch from mwanzo hadi mwisho. Make sure ume subscribe kuja uniambie rafu, ni mweza kusubscribe kwa hii channel yako, like basi mimi nitaweza kupea spana kama zawadi hiyo, sababu yako moja na alo kwangu, naelekea a, umefika hapo 50,000 subscribers, 50,000 subscribers. Kufike Mungu 50,000 aweza kubariki jinsi ambavyo tunaweza ku, mtusaidia vile tuweza kufanya, kufanyia hawa watu wawili, na bado kuna wengine wengi najaribu kwa kuwatafuta na mkumbuke saa hizi Shule zimeshafungwa, shule zimeshafungwa, so obviously kuna wengine tutawapata, na watoto wenye na civilian tu hawana nguo za shule bado, hao tutawajua tu. Manake huyu uko na ID, uko na miaka ngapi? 16. 16 kai, Helen alikuwa 17 years, msichana kwa 16 years. Bro, uko ngapi? ni uko na 32. Hey. Nusu yake

Unafaa upelekwe Kamiti wewe, sijui ni kamitiitonga wapi, ama shimo la tewa huko, iko tu sawa. Ulisikia vizuri, waenda jela. Jela pia ukumbuka, kuna kukulwa simu tu, usiseme hivyo. So guys, make sure that you subscribe, tukutane kwa next video.